Watu wanaolipwa pesa nyingi zaidi hawana kazi, wana energy. 2025, hakuna mtu ambaye anaangalia taito yako, wanaangalia namna gani energy yako inaopelekea wao kujihisi au kufil, kwa sababu pesa sasa hivi hazifuati cv tena. Ukiingia kwenye chumba, its either watu wakuangalia waendane na wewe au waachane na wewe kabisa, wala hata sijali presensi yako na utofauti, wala sio ujuzi ulionao Mfumo wetu sisi wafahamu unarespondi ukikutana na confidence, uhakika wa jambo, utulivu na leadership. Na watu wakigundua hilo ndani yako wanakuamini bila kutaka proof yoyote. Ndiyo maana watu waliofanikiwa sana hawauzi product, wanauza uwepo wao. Milionea hawakimbizani na kutoa ofa, wao wenyewe ndo wanakuwa ofa yenyewe. Enerji yao inaongea kabla hata maneno yao hawajatamka content zao zinakuwa kama conviction, ni kama vile anakuapisha kufanya jambo fulani, na wala sio performance ambayo imefanyika, kwa sababu watu hawanunui kitu unachokifanya, bali wanajali sana wewe ni nani na upo kwenye pozisheni ipi, wakati ukiifanya hiyo kitu unachokiuza, kwa sababu leo kitu ambacho kinauza sana ni uwezo wako binafsi wa kuweza kuwagusa watu bila kusema neno lolote.